Hakuna mwanamke aliyezaliwa mbaya duniani, hayupo. Hayupo mwanamke mbaya duniani, ila mazingira yanaweza yakamfanya akawa mbaya. Maisha anayoishi yanaweza yakasababisha akawa mbaya. Sikiliza nikwambie mambo matatu ambayo yanaweza yakasababisha huyo uliye naye mwanamke au mke wako akawa vizuri sana, na ukawa kilu kimtazama huishiwi kujisifia kwamba kwa kweli nilimpata. Jambo la kwanza kwa wanaume ni kumjari matunzo. Mwanamke ni kama udongo wa mfinyanzi unaobadilika, unao vimba unaopungua. Mwanamke ni mfano wa udongo wa mfinyanzi ambao unaweza ukaumba vile unavyotaka, kiwe chungu, kikombe, kikawa kama vile. Ndio mfano wa mwanamke. Kwa hiyo wewe, ambaye uko unaishi na mwanamke, ili usianze kutamani wale wa nje, ili usianze kuwa mwenye tamaa, mtengeneze huyo. Kila mwanamke ana aina yake ya mvuto, kila mwanamke ana aina yake ya mvuto ambao ukidili nao huo na kuambia utaona, utamshukuru Mungu mara zote kwamba nimempata mtu wa pekee. k hayupo ambaye ni mbaya, tatizo ni matunzo. Jambo la pili, e, mpe matumaini, mpe matumaini mazuri ili mwanamke huyu aendelee kuwa ua zuri kabisa. Mpe matumaini mazuri. Usimpe mambo usimpe matumaini magumu magumu, usimpe aina ya ya, ya, ya, ya mawazo magumu magumu, kamfanya anafikiri, fikiri sana, kama hali ngumu, namwambia yani, hali ni ngumu kwa kweli, hakuna namna. <laughs> Unachemka. Mwanamke anahitaji umwambie, hata kama hali imebana namna gani, mwambie Mungu atatutendea, usiwe na wasiwasi. Ni namna ya kumtengeneza, kumfanya aendelee kuwa chombo kinachofaa na kinachofaa kuonekana. Jambo la tatu na la mwisho, jambo la tatu na la mwisho, nunua vitu, nunulie nguo mm, mtunze, ni kifaa hicho, nunulie vitu, nunulie mavazi mazuri. Mwanaume ana uwezo wa kuishi na, na suruali moja mwaka mzima, lakini mwanamke hana uwezo wa kuishi na nguo moja tu miezi sita, moja tu aa. E, wanaume ni kawaida tu, naweza nikaishi na kofia moja miaka mitatu minne, lakini mwanamke anahitaji mavazi Toa fedha ufukoni, badala ya kwenda kuhonga kule ambako unazunguka kwenda kuhonga kwenye mabaa na magesti na mawapi, basi nunulia, mboreshe huyo ili akulinde wewe. Sifa mojawapo ya mwanaume aliye sahihi, tunatazama mke anayeishi naye, sio wewe unajisifia huku nje kwamba wewe ni mtu sahihi, lakini mnayeishi naye amechoka, mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano amechoka, wewe hufai kama yuko hivyo, cha kwanza kwanza, huyu unayeishi naye kwa sasa, huyu ambao uko naye kwa sasa, yukoje? Unakuta kuna tofauti ya mwanamke na mwanaume wanapoishi. Yani, mwanaume hapendi hata waongozane katika kutembea na huyo mke wake, kwa sababu hajamtunza hayuko vizuri, mm. Lakini kama umemtunza, utajivunia, utakubali hata kuongozana naye kutembea naye, utajivunia, utapiga naye hata picha. Kuna wanaume hamwezi kupiga nao hata picha wake zenu, kwa sababu hamjawatunza. Umemfanya mama amechoka, umemzalisha zalisha watoto, umemfanya watoto kila siku watoto, mama kazazaa kachoka. Mama hata akizaa basi, mnunulia hata kanguo, mnunulie hata apendeze, mnunulie hata hata mafuta. Lakini umemchosha, umekwenda kutazama wengine, umekwenda kutazama nje ya nyumba wengine ambao wamehudumiwa, ndio maana unawapenda. Mpende huyu. Hakuna mwanamke mbaya duniani, wanawake wote wakitunzwa ni wazuri, ni wazuri ambao ni wabaya hawajatunzwa. Ndio maana namkimbia mkeo, kwa sababu hujui kumtunza. Hapo <laughs> vipi?